Kamati ya Wataalamu Halmashauri ya Wilaya ya Nzega CMT ikiongozwa na Mkurugenzi Mtendaji Mwarami Seif imefanya ukaguzi wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha robo ya kwanza kuanzia mwezi Julai hadi Septemba mwaka huu 2025. Ziara hiyo ikihusisha ukaguzi wa miradi kumi na miwili inayotekelezwa na halmashauri katika upande wa miundombinu ya elimu ikiwemo ujenzi wa shule mpya ya awali na msingi, ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo na ukamilishaji wa miundombinu ya shule za sekondari unaoendelea katika kata mbalimbali mbali za Halmashauri ya Nzega ikiwemo Mwangoe, Mambali, Kahaman Halanga, Bukene, Igusule, Nata, Ndala, Mwantundu na Mirambo Itobo. Mbali na ukaguzi wa miradi CMT, si pia imetembelea vikundi vya wajasiriamali ambao ni wanufaika wa mikopo ya asilimia kumi inayotolewa na halmashauri na kuona maendeleo ya vikundi hivyo na namna ambavyo fedha hizo zimewasaidia kujikwamua kiuchumi. Uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Nzega unaendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na fedha zitokana nazo na mapato ya ndani ya halmashauri na fedha za miradi ya BOOST zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni moja.